Serikali leo imevunja uzio uliojengwa na hoteli ya Indian Ocean View Limited katika ufukwe wa Coco Beach jijini Dar es Salaam kwa ajili ya uendelezwaji wa ujenzi wa hoteli ya Golden Tulip baada ya kampuni hiyo kukiuka agizo la kuzuiwa kutumia eneo hilo tangu mwaka jana Oktoba. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, bwana William Lukuvi, pamoja na viongozi wa almashauri wa manispaa ya Kinondoni waliosimamia ubomwaji huo na wale wa baraza la taifa la usimamizi wa mazingira NEMC, wamesema baada ya kibali cha awali kufutwa mmiliki huyo ameonyesha kiburi kwa kuendeleza harakati zake za ujenzi. Amesema baada ya ufuatiliaji imebainika kuwa hata vibali vya ujenzi vilipatikana kwa njia zisizo halali, na kwa msingi huo watendaji wa manispaa ya Kinondoni waliohusika watafutwe na kuwajibishwa sambamba na na viongozi wa wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi waliotoa hati na wale wanemki walioidhinisha ujenzi huo. Kinondoni manispaa walimpa kibali cha ujenzi, lakini baadaye wakakifuta na leo tumeleta demolition order. Lakini baada ya kuandika kile kibali tukaandika kibali kingine cha kuondoa kibali cha Kinondoni, hawa wenzetu walienda mahakamani. Tunafurahi kwamba jana mahakama imeondoa zuio lao na kwamba sisi kama serikali tunaweza tukafanya tunachofikiri ni sahihi. Pamoja na hatua hiyo ya kuvunja, waziri Lukuvi amesema atampelekea rais John Magufuli mapendekezo ya kufuta hati ya umiliki wa eneo hilo. Mheshimiwa Raisi, ili tutampendekeza kwa Mweshimiwa Raisi afute kabisa hati ya mali hapa. Navyomjua mimi Mweshimiwa Magufuli, tukipeleka leo atafuta kesho. Kwa hiyo nia yetu ni kwamba ka wote wa rangi zote wa dini zote wa matabaka yote waheshimu sheria. Utawala wa serikali ya awamu ya tano hauna ubaguzi. Awali mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni Aaron Kaburunjuru alizungumzia sakata hilo na kusema mfanyabiashara huyo alipewa kibali cha ujenzi kimakosa, na mara baada ya manispaa ya Kinondoni kubaini ilifuta kibali hicho na kumtaarifu, lakini imeshangazwa na hatua yake ya kutaka kuendeleza ujenzi Sheria zshimiw kwaiyo, leo tumechukua jukumu hii la kuja kuondoa hu uzio na kumzua moja kwa moja, sifanye myote kwenye hi kwa saabu rusikufanya maendelezo mengine yoyote ya sheria yaamj ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mipango miji, lakini sheria za mazingira pia ziruhusu wasababu kio ndani ya mita s atoka ufuku bahari. Nikiripoti kiripoti kutoka Dares salam ni d Suraimsi Mtenga wa chanel 0